na hii ni hoja ya mdau ambaye anafunga kwa masaa ishirini na nne kwa hiyo anakula mlo mmoja kwa siku na anakula kachumbari then anakula yai maharage pamoja na chai ya limao ambayo haweki sukari ni kitu kizuri sana kufunga hasa kama unapambana na uzito mkubwa au kuna changamoto ya kiafya ugonjwa sugu ambao unapambana nao ni hatua nzuri sana na ya muhimu kufunga na aina hii ya kufunga ya kula mlo mmoja kwa namna hii ambavyo anafanya anavyoanza na kachumbari na chai, alafu tena anakula protini kama maharage anakula na yai, ni kitu kizuri sana japokuwa. Kwenye mayai sasa, ni vizuri ukajitahidi kupata mayai ambayo ni ya kienyeji, japokuwa kwa ishu kama kupunguza uzito, unapokuwa unakula zaidi protini za wanyama, ndivyo ambavyo unajichelewesha kwa maana ya ile ya long term, unapokula proteini za wanyama kama mayai, maziwa, nyama, zenyewe zinaongeza usugu wa insulin. Zinaweza zenyewe hazikuongezei sukari wala wanga, lakini zinaongeza usugu wa insulin. Kwa hiyo kwa namna fulani zinaweza zikawa zina kuchelewesha, lakini mara moja moja kama hivi, unapokula mlo mmoja kwa siku na unakula ni eh, mayai labda moja ah, mayai mawili, inaweza isiwe ni tatizo, lakini jitahidi kupata mayai ambayo ni ya kienyeji na ambayo yani, kuku wa kienyeji, sio kuku wa kienyeji ambao wanalishwa pumba. Kuku wa kienyeji wale ambao wanajitafutia chakula, kwa hiyo wanakula variety, majani, wanakula wadudu, wanakula grains kwa kiasi fulani. Hao ndio mayai yake yanaweza kawa ni mazuri ya kupatia faida. Lakini hawa kuku, we, kuku wetu hawa ambao tumewazoea wana, wanaishi kwenye cage hizo, wanakula pumba, inaweza isiwe ni option nzuri. Unaweza kai drop mayai ukabaki na chakula ambacho kimetokana na mimea katika uh, uasili wake kama ambavyo unafanya. Ah, uh, lakini pia ushauri mwingine ni kwamba usifanye hilo hii fasting ya masaa 24 kwa kula mlo mmoja kwa muda mrefu sana, kwa sababu utakosa baadhi ya virutubisho. Kumbuka, uh, diet zetu ambazo tunakula zinakuwa kwa sehemu kubwa hazina virutubisho kamili. Kwa ni vizuri ukafanya uka adjust ukapata ukawa ni milo miwili angalau kwa siku. Lakini ukamaintain ile ya kufunga angalau kwa masaa E, kumi na mbili mpaka ishirini na moja bado unapata zile faida zile zile ambazo wanazipata wale wanaofanya intermittent fasting kama ambavyo labda umeichagua, lakini laki, otherwise ni vizuri keep going. Nadhani wengine pia wanaweza kuwa wamejifunza kwa namna hiyo.